Katika Alasiri Lounge, jina langu ni Moses Mohamed, pamoja nami ni Oleria Gabriel. Kabla hatuja kwenda mapumziko, tulikuambia kwamba hii leo tunataka kuzungumzia maswala ya damu salama, uchangiaji wa damu, lakini kwa upekee zaidi tukitazama yale makundi adimu ya damu na tayari wenzetu kutoka pale studio Dodoma wako na daktari, daktari Benadino Meda, yeye ni afisa uhamasishaji kutoka damu salama. Daktari, habari za wakati huu tivu, tivu, tivu. Daktari, habari za wakati huu, Oleria. mm -hmm. Daktari akiwa tayari tutakwenda kujadili hilo. mm. We, grupu lako la damu unalijua? ya nalijua, nalijua mm. na nimelitilia manani mm. baada ya kwenda maeneo kama matatu hivi mm. na sio kuulizwa mm. document. unaambiwa labda eleza grupu yako ya damu. okay. Kumbe nikagundua, oh, kumbe ni muhimu kulijua mm. grupu langu la damu sasa watoto wako umeshawajua makundi yao ya damu? Ya, kingine kizuri ah. Zaidi nachoweza kusema hasa kwa sisi wanawake hmm. ukishafikia hatua ya kujifungua ama, hmm. umepata uja uzito. Hmm. ni rahisi kujua grupu yako ya damu kwa sababu pale kwenye kadi unatakiwa hmm. ujaze. Kwao watakupima kundi lako la damu, wataandika pale. Mtoto akizaliwa pia ana uwezo wa baada ya muda fulani, anaweza akapimwa kundi lake la damu na ukajua Kwahiyo wewe watoto wako unafahamu? Mimi nafahamu ya nafahamu makundi yao, nafahamu kundi langu nafahamu pia kundi la mwenza wangu mm, kwa sababu pia wakati wa mambo ya swala ya ndoa na nini mm, baadhi ya madhehebu wanahimiza kwamba, mm, tujue kundi lako na la mwenza wako likoje, kwa sababu pia niliwahi kusikia wataalamu wanasema hata hili swala la kuoana, mm, ni vema wenza wakajua makundi yao ya damu ili kujua, kuna wengine wanaweza makundi yao kama hayashabihiani, wataalamu wanajua sasa, watatuambia hmm, kwamba inawezekana ikata changamoto aidha ya kupata watoto ah, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hmm, kuna changamoto nyingine zinazoweza kutokea katika eneo la afya, huenda pia likawa linachangiwa na makundi yenu ya damu ambayo hayashabihiani. Watoto wako wanajua makundi yao ya damu, au we mwenyewe mzazi tu ukijua? Unaona hapana, wanapaswa kujua. <laughs> Umenipa umenipa assignment hiyo hey, kwamba sasa hey, nikakae na mtoto ambaye tayari ameshajitambua nah, sababu mmoja ameshajitambua mwingine bado mdogo mm, kwa hiyo yule aliyejitambua ajue, ajue kundi lake la damu ni muhimu kabisa, kwa hiyo yeah, na watanzania wale ambao tupo tu, tu hatujaona umuhimu wa kujua u kikundi langu la damu tunaweza tukafika hospitalini tukawaona nah, madaktari tukauliza ukajua, uh, kabisa kwamba leo umetokea umeumia ni mtu wa kundi gani ana uwezo wa kukuchangia damu kwa hiyo, anaweza kupatikana pia hata kwa ndugu zako. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama familia, nafikiri tujenge huo utamaduni. Unajua, kama jamii kuna taarifa fulani ambazo ni, ni muhimu sana mm, yani mtu kuwa nazo, kama vile ambavyo leo leo hii wewe binafsi kama nilivyo mimi ninajifahamu jina langu ni nani. Mm, yani unajifahamu kwa majina yako labda matatu, kwa hiyo unafahamu hata ukoo wenu ni upi. Kwa nini basi vitu vingine ambavyo pia ni muhimu kuhusu wewe mwenyewe binafsi usivifahamu? Unajua, huwa inasaidia sana wakati mwingine una, una, unawasaidia pia hata wale watoa huduma za afya kuwapunguzia mzigo wa baadhi ya vitu hmm. unaweza ukawa umepata shida ya dharura kwenye kutaka kutibiwa na ukawa sasa unahitajika wewe labda uwekewe damu wakati fulani, kama unaweza wewe mwenyewe kuwa umetambua grupu lako ama kundi lako la damu ni lipi? Unajua ni taarifa ambazo kama ulivyotangulia kusema mm, ukizitoa kwa haraka hata madaktari na wenyewe unawapunguzia baadhi ya, ya, ya, ya ile michakato, lakini pia na nyie mm, yenyewe kama ndugu kama familia na. Tuchukue kwa mfano labda ni familia ya watoto sita, mm, saba. Uh, watoto wote pale mnafahamiana kwamba mimi kaka yangu, dada yangu ana grupu fulani la damu. Miongoni mwenu pakitokea changamoto ambayo anahitaji kuchangiwa damu na mkiwa karibu ni rahisi kujua naam, nani anaweza akasaidia kwa haraka. Ketika, umeona kwa hiyo ndio maana na, unaona inatokeaga kwamba mtu ana tatizo la fulani anatakiwa achangiwe damu, lakini hana ndugu hata mmoja wa hiyo kum... wakum... wakum..., kwa hiyo hospitalini wanasaidia kwanza kumwokoa maisha, halafu baadaye ndo wanatafuta ndugu ambao wana... wanaweza sasa kuchangia damu, kuchangia hata da..., kama haendani na yule watakayochangia inawezekana ika kasaidia wagonjwa wengine. Ehem. Jambo kama hilo jambo zuri, umenifundisha leo mm. Mm. Kwa hiyo unatakiwa ufike leo uangalie kama hujapima wewe, lakini si unalijua. Mimi kundi langu la damu ninalifahamu, lakini kwenye mazungumzo yetu nimekuja kugundua kwamba kuna watu wa, wa kwangu wa karibu sana ambao haujui, sifahamu makundi yao ya damu ni yapi. Kwa hivyo kama ikitokea changamoto yoyote ambayo inahitajia damu, sijui hata nakwenda kuanzia wapi. Yani unachotegemea tu ni pale katika kama ni hospitali kama ni zahanati, yani wao sasa wakutengenezee kila kitu, jambo ambalo nafikiri kama jamii, sio sahihi sana kwetu kuwa hivyo. Hii ni nzuri pia kwako wewe ambaye unaendelea kufuatilia Alasiri Lounge kwa wakati huu, popote pale unapoishi, uwe ni mtoto katika familia, uwe ni mzazi katika familia, uwe ni ndugu ama jamaa katika familia kubwa, ni vyema sana nyote mkawa mnafahamu makundi yenu ya damu, kwa sababu hiyo huwa inasaidia mno hususan pale ambapo inapotokea miongoni mwenu kuna mtu anahitajia kuchangiwa damu. Lakini mbali ya hivyo, mm. tuwe tunajitolea kuchangia damu leri ya... hilo nalo ni jambo lingine ambao mm. naitaka sasa, nalenyewe tuligusie mbali na, mm. uh, na kwamba leo tunaangalia wakati bado wanaendelea kuweka sawa mgeni mm. um, wetu kule Dodoma akae sawa uh, tulikuwa tunaenda kuangalia makundi yale adimu ambayo imekuwa ni adimu, ambayo tutayafahamu ni makundi yapi na inakuaje. Lakini sasa kuna hili swala la uchangiaji damu, tumekuwa tukishuhudia hamasa inatolewa, watu wajitokeze kuchangia damu hmm. na hii uchangiaji wa damu haimaanishi unachangia damu ili ujisaidie wewe ama umsaidie mtoto wako, lakini unachangia damu ili kumsaidia mtu yoyote mm. ambaye akipata uhitaji wa damu basi anasaidika, umeona? Kwa hiyo ndio lengo la kuchangia damu. Unavyojitolea kuchangia damu ni kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu, ama mtu awaye yote. Unajua Oleria, mm. ukweli ni kwamba ukichangia damu unajichangia wewe mwenyewe si, isipokuwa sio kwa wakati ule unawekeza, unawekeza. <laughs> kuna kituko kimoja kiliwahi, niliwahi kusimuliwa mm. yani kuna gari ya, ku, ya, ya, ya zimamoto ilikuwa iko njiani inaelekea katika uelekeo fulani, sisi tukiwa tuko katika daladala, miongoni mwetu abiria wakawa wanaona, ni kwa sababu tuk tumeshakaa katika foleni muda mrefu sasa Ghafla tunakuja kuna gari imetokea katika njia fulani, gari ya zimamoto inataka kuelekea katika uelekeo ambao sisi tunaelekea. Miongoni mwa abiria wakawa anamwambia dereva, bana, achana nao hao jamaa, yani sisi twende, tumeshakaa sana katika foleni, mm. kwa muda mrefu mm, dereva kwa kufuata ushauri wa abiria, pengine naye kwa maslahi yake binafsi, akawa analeta ukaidi kulipisha lile gari. Tumekwenda, tulipofika, amini nakwambia, mm. tumefika mwisho aliyekuwa anachangia mada ya kwa kwamba gari isipishwe nyumba yake ndo likuwa inaungua. <laughs> Kwa wakati huu, hebu tuelekee kule Dodoma sasa, tuweze kuzungumza na madaktari wetu kwa ajili ya kuweza kutambua hizi haya makundi adimu ya damu ni, ni yapi na kwa namna gani tunaweza kusaidiana. Dodoma, habari za saizi? Dr Lea. Uh, Dodoma, Dodoma ni kwema kabisa, sijui nyie huko huku tuko salama, tunakukaribisha sana katika Alasiri Lounge Jumatatu ya leo. Asante sana, nimefurahi kufika studio yenu, studio yenu ni zuri. Pamoja nami Moses Mohamed, niko naye Oleria Gabriel. Na kwa haraka haraka, daktari, tulikuwa tunapenda kufahamu hivi ni makundi gani ya damu ambayo nyinyi katika eneo lenu la utaalamu nasema haya ni makundi adimu ya damu? Asante sana kwa swali zuri kwanza kabisa tuna makundi ya damu yako manne. Kuna kundi A, kuna kundi B, kuna kundi O na kuna kundi AB. Haya makundi, kila kundi yana aina ya rizazi. Rizazi ni aina fulani ya protini ambayo ipo kwenye damu na protini hizi ziko za aina mbili. Kwa Kiswahili kuna protini ya kujumlisha na protini ya kutoa. Kwa hiyo wewe ukiwa kundi A, aidha utakuwa kundi A rhesus positive au kundi A rhesus negative. Sasa makundi haya ambao ili tuite makundi adimu ni aina ya rhesus ya negative. Wengi wa Tanzania tuna aina ya rhesus ya positive, na ukichangia damu wengi wanakuwa na rhesus positive, ila rhesus negative adimu. Wakichangia damu watu mia moja results negative unaweza ukapata mmoja au wawili hivyo, ni muhimu sana kugundua aina ya results ulionayo. Shukran sana Dr Lea, sasa tuelekee kwa Dr Bernardino. Naam na, yeah, Dr Bernardino, tumesikia uh, maelezo kwa kifupi ya Dr Lea kuhusiana na makundi ya damu na amesema kwamba changamoto kubwa ipo kwenye kupata kwa makundi has ambayo ni negative amesema makundi, me, amesema makundi mengi ni positive. Na sasa mnafanyeje, mna, mna kuhakikisha kwamba na haya makundi ambayo ni adimu yanapatikana? Laa, niendelee mwenyewe sawa. Karibu Dr. Lea. Asante sana. Uh, wanapokuja wanachangia damu, wachangiaji wa damu, hizi damu tunazipima. Tukishazipima tunajua kwamba ni rhesus negative au ni rhesus positive. Kwa hiyo wachangiaji wetu wote wa damu lazima waingie kwenye mfumo, na huo mfumo ni mfumo wa damu salama kitaalamu, unaitwa mfumo wa Edelfin. Hivyo tunawatambua wachangiaji wa damu kupitia kwenye mfumo wa Edelfin. Tukiona kuna eh, results negative, basi tunawatenga Tunachukua namba zao za simu na kutengeneza grupu la results negative, lakini pia wachangiaji wa damu wanapochangia damu let's say Dodoma, wengi wanasafiri, wanaondoka, wanakwenda huku, wanaenda huku. Kwa hiyo lengo letu kubwa la kuja hapa ni kuwaalika E, wachangiaji wa damu wenye makundi adimu ili tutengeneze klabu ya makundi ya damu adimu. Kwa hiyo kwa kifupi, tuna mfumo ambao tunaingiza data za makundi ya damu. Dr. Lea, shukrani sana kwa haraka. Yes. Haraka niulize hii sasa, inatokana na hiari ya huyu ambaye imemgundua kwamba ana kundi adimu la damu, ama mnafanya jambo hili kama kwa namna gani, hasa kwa sababu nafikiri kuna swala la uhiari wa mtu ambalo ni muhimu pia? Asante sana. Wachangiaji wa damu, wachangiaji wengi ni wanafunzi wa sekondari, majeshi, vyuo misikiti, makanisa. Sisi tunapita maeneo yote hayo, tunakwenda kuhamasisha wananchi wachangie damu. Kuchangia damu ni hiari, lakini mgonjwa kupata damu ni lazima. Kwa hiyo tukishafika katika eneo la kuchangiaji wa damu Tunatoa elimu kwanza, tunawaelimisha, tunawapa faida ya kuchangia damu, lakini pia tunatoa na vigezo vya kuchangia damu, na tunawaambia baada ya kuchangia damu wafanye nini. Tukishachangia zile damu tunapeleka katika maabara za kanda kwa ajili ya kupima. Hivyo basi, kwa swali lako uchangiaji wa damu ni hiari baada ya kupata elimu. Uh, sasa, Dkt Rea, ukiangalia umesema kwamba idadi ya wachangiaji damu wale wenye hasi yaani negative ni Jiu ndogo Jiu. Sasa hiyo idadi ni kwamba ni hao wachangiaji hawajitokezi ama ni idadi tu ya watu wana positive, walio na positive ni wengi kuliko hao walio na negative? Sisi tunapokwenda kuchangia damu, hatusemi kwamba jamani, wenye negative njooni mchangie damu, wenye positive njooni mchangie damu, la hasha. Sisi tunawaalika wote. Kuna wengine wanajijua na kuna wengine hawajijui. Kwa hiyo sisi tukishachukua zile damu tunakwenda kuzipima, na kabla ya kuchukua damu lazima tuchukue namba za simu za wachangiaji wa damu. Hivyo tukiwapata wale wenye rhesus negative na tuna namba zao tunawaingiza kwenye grupu la results negative. Sasa, sasa mnapo waweka kwenye grupu hilo la wale wachangiaji ambao ni negative ni hatua zipi zaidi pia mnazichukua kuhakikisha hamasa inakuwa kubwa, hasa kwa jamii? Kwanza mwananchi mwenyewe binafsi, labda aende aweze kutambua kundi lake la damu, ili baadaye aweze kujitokeza kuchangia damu. Asante sana kwa swali lako zuri. Lengo mama la kuja katika studio hii tunataka kukazia sasa, tutengeze klabu iliyo imara. tuna, tuna, tuna grupu la watu wachache. Sasa tunataka tutaenda kwenye mfumo wetu wote, ambao tutakuta wana results negative, tutawaalika waje pale damu salama ya kanda pale itega tuje tukae nao tuwaelimishe, tuwafundishe jinsi ya kuishi salama, lakini tuwafundishe jinsi ya kuishi kwa upendo, waweze kusaidiana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu wako wachache, hivyo tukiwaweka pamoja watatambuana. Hilo ndo lengo mama la kuja hapa. Kwa hiyo anayenitazama, ninawaomba tujitokeze, tuchangie damu, tujue makundi yetu, na tukikupa majibu yako kwamba wewe ni results negative basi, tutakualika katika semina hiyo ili kusudi uje upate mafunzo. Dr. Lea, shukrani sana na tumwombe radhi Dkt Meda kwa sababu za changamoto ya mawasiliano tumeshindwa kupata mchango wake katika hili, lakini nafikiri Watanzania sote tumeelimika, na tumekusikia kwa sauti kubwa kabisa, na tutaendelea kufanya jitihada katika kujitokeza kuchangia damu. Kundi moja tu nikukumbushe, Dkt Lea, ambalo pia huwa linajitokeza sana kwenye kuchangia damu ni pindi hamasa za timu kubwa hapa nchini Simba, Yanga, Azam na nyinginezo zinapofanya zile kuelekea katika maadhimisho ya zile wiki zao ama siku zao, huwa na wenyewe wanajitokeza sana kuita mashabiki wao kuweza kuchangia damu. Usipowataja hawa kiukweli, toka umeligusa kundi la watu ambalo pengine linaweza likajisikia kwamba umelitenga. <laughs> Ni kweli kabisa na kweli kabisa, tunawashukuru sana kwa dhati Yanga na Simba, ambapo kipindi hicho wanaenda kwenye e, wiki yao huwa wanajitokeza kwa wingi kuchangia damu. Tukushukuru sana Dr. Lea. Naam. Labda niongee la mwisho kwa kumalizia. Asante sana. Ni waombe wa Tanzania, unaposikia sauti hii ukikutana na watu wa damu salama eneo lolote, usisite kuchangia damu. Hatuna viwanda vya kutengeneza damu. Viwanda ni miili yetu wenyewe. Tutambue wagonjwa wamelala hospitalini, wanahitaji hata tone la damu. Barikiwa kwa kuchangia damu, mgonjwa aliyeko hospitalini atakuombea sana. Ameen. Asante na Mungu awabariki. Amin. Amin nani Mungu awabariki madaktari wetu na kwa kazi kubwa ambayo mmeendelea kuifanya, tunazidi kuwaombeeni kwa, kwa mwenyezi Mungu, lakini pia kila mmoja ambaye ataendelea kujitokeza kuchangia damu na kupaza sauti ya kuita watu kwenye kuchangia damu, basi Mungu sote atubariki.